Mimi nashukuru kupata nafasi kuja kushiriki kwenye tour ya ZOI na mimi pia nimejifunza vitu vingi sana, lakini pamoja na yote wanafunzi wameenjoy, wamejisikia faraja, lakini pia ni sehemu ya, ya maisha ambayo pia kama msanii inajitengenezea kwa sababu kuwagaia watu furaha pia ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nashukuru ZOI kwa kunipa nafasi ya kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakawa na na kitu chochote cha kuwapa wanafunzi, kuwapa watoto, lakini kwa jamii kwenda kuonesha kile ambacho wasanii wanakuwa nacho, lakini pia vilevile vile kupata nafasi ya kuhamasisha watu juu ya kutafuta uh, elimu ndani ya vipaji vyao. Kwa hiyo ZOI ni sehemu kubwa. ZOI, kama nilivyozungumza katika makala zilizopita, kwamba ZOI sio chuo tu, bali ni future. kwa hiyo nimejionea vitu vingi, nimeenjoy kwa kweli. Tupo Kizimkazi hapa kwa mama wame, Ogelea wameimba, na mimi wengine nimewapa nafasi nao wameimba, of course wameenjoy, wame kuniona pia kwa mara ya kwanza. Msanii mkubwa walikuwa wanamuona kwenye TV na hawakuwa na uhakika watamuona wapi, lakini wamemuona na wameenjoy, wameimba naye, so kwao ni furaha na mimi kwangu ni furaha pia. Kwa hiyo nashukuru sana ZOI na wanafunzi. Wewe pia wanakaribishwa kujiunga ZOI, kwa sababu ZOI ni chuo ambacho ndani yake kinatengeneza furaha kinatengeneza njia za maisha ya kila mtu. ZOI Institute connection